Kwenye mdahalo wetu wa mwingi wa kaunti, lakini kabla ya hapo, tupate taarifa hii kutoka kaunti ya Tana River ambapo vijana wajasiria mali zaidi ya mia moja na thelathini katika kaunti hiyo watanufaika na ruzuku mpya inayolenga kukuza biashara zao katika sekta ya uchumi wa baharini na maziwa. Mpango huu unalenga kuimarisha vijana kiuchumi na kupambana na ukatili wa kijinsia na mauaji ya wanawake katika jamii. Akizungumza kwenye maonyesho ya wakulima wa samaki yaliyofanyika kijijini Isowe katika eneo la Tana Delta, meneja wa mpango wa Bluebees, Numia Skiti alisema kuwa mtaji huo wa bahari Boost Fund wa takriban shilingi bilioni tatu umelenga kuondoa utegemezi wa kiuchumi ambao huwafanya wanawake wengi kuwa waathiriwa wa ukatili wa kijinsia lakini ukifundishwa ukipewa huu mtaji, sawa, pesa kiasi fulani, ufundishwe jinsi ya kutumia hiyo pesa, itakusaidia na huo. hiyo mradi ya Blubis umekuja huku mashinani kwa povati kabisa. Wanawake hawajui kusoma, wanawake hawajui kuandika, wanawake wananyanyaswa na mabwana hawajielewi. Lakini kupitia mafunzo wanawake wamejielewa. Kesi kama ubakaji kudhulumiwa, wanawake kijinsia kama wanaume kuwapiga. Lakini tukifanya tukipewa huu mradi alafu tufanye biashara, kesi kama hizo haziwezi pia sana. Wanawake wanadhulumiwa kimapenzi, especially kule kwa landing sites wakiwa wanataka samaki. Kwa hivyo the Bahari Boost Challenge Fund, kama nilivyotangulia kusema ni hope yetu kwamba wale wanawake watakapopata zile pesa